interregional operation kwamba tunapanga mkoa wa Mara ushirikiane na Mwanza, mkoa wa Kagera ushirikiane na mkoa wa Geita, mkoa wa kipolisi Tarime Loria ushirikiane na mkoa wa Simio kuhakikisha tunafanya operesheni kuondoa ule uhalifu wenye kero kwa wananchi. Kulikuwa na mlipuko wa unyang'anyi wa kutumia silaha ndani ya ziwa Victoria, wizi wa boti, wizi wa mashine na mazao mengine ya samaki kwa kiwango kikubwa kama nilivyotoa ile taarifa, umedhibitiwa sana e. Kwa mfano mwaka jana tulikuwa na nyang'anya kutumia silaha moja, mwaka huu hatuna, lakini kimeibuka sasa kingine cha uvuvi haramu, ambapo kitazama mwaka jana e, makosa yalikuwa kidogo sana, mwaka huu ni mengi, yamekwenda mpaka kwenye asilimia mia tisa maana yake uvuvi haramu umechukua uhalifu ambao ulikuwa unachukua mpaka maisha ya binadamu. Sasa yale makosa makubwa yaliyokuwa yanaumiza e, wananchi wetu kwa asilimia kubwa sana, kama sio tisini ndio 95, hayapo tena ziwani, lakini haya makosa ya wizi wa nyavu, uvuvi e, wa kutumia zana haramu e, wizi wa, wa, wa, wa samaki yanaanza tena kuibuka. Kwa hiyo kikao hiki ambacho tunaenda kukimalizia leo, tutatoka na mikakati ya nini kifanyike kupunguza kabisa, kama sio kuondoa huu uhalifu ambao sasa unataka kuwa kero ndani ya ziwa Victoria katika kwa kwa hiyo ya naam, tutakuwa mabalozi na inawezekana kabisa, isipokuwa niombe au rai yangu kwa hili swala lifike kwenye ngazi ya kijiji kwa kijiji, kwa sababu ndiko waliko walau, kwa sababu hapa tumekuja wachache. Shamba letu ni ziwa letu letu. Uwepo wa mikutano hii naona kama ni fursa ya kudhibiti uvuvi haramu, na sisi tuko tayari kwenda kuambia wa wadao kwamba uvuvi haramu sio mzuri, kwa sababu zamani sisi tunakuwa samaki tulikuwa kuroha, ukienda kuvuta maokoro kilo mia mia mbili kwa sasa hivi mpaka asubuhi naz una kilo kumi kilo ishirini kilo lakini uwepo kwa mikutano hii inao itakuwa fursa ya kwetu sisi wavuvi bakia, ni kwa watanzania wenyewe wanaziwa Victoria kutuunga mkono na kujua rasilimali hii ya uvuvi naziwa Victoria ni mali yao lakini vita hii tukisema tuwaachie wavuvi, mtuachie sisi viongozi wa wavuvi, itakuwa mna hatutakuwa tenda haki. Kwa mfano, nataka kuambia mfano mmoja, ukienda kwenye soko ukakuta samaki wachanga wanauzwa, ukawanunua, manake wewe umeendeleza uvuvi haramu. Lakini kama ukiona wa samaki wachanga, ukaacha kuwanunua, ina maana hata wale wa uvuvi haramu hawatawavua wale, kwa sababu utakosa soko. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi sote kupambana na kulinda ili ziwa Victoria kwa sababu ziwa Victoria limeshika uchumi wa maziwa makuu na eh na kanda ya ziwa. Sasa hivi leo hii tunavyozungumza dagaa wanavunwa eh, wakivunwa asubuhi mpaka kufika saa saba mchana wameshafika Tabora. Umeona eh? Wanauzwa. Kwa hiyo ni rasilimali ya kutosha sana, ambayo inawanufaisha wa Tanzania na ni mnyororo mkubwa.